Tanzania imeendelea kusifiwa na mataifa makubwa duniani kutokana na juhudi za Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. John Magufuli, anazozichukua katika kupambana na vitendo vya rushwa na ubadhirifu ili kuweza kuwapatia elimu bure watoto wa Kitanzania. Hayo yamesemwa na Mkurugenzi wa Masuala ya Afrika katika Wizara ya Mambo ya Nje, nchini China, Lin Songyan, alipokuwa akiongea na waandishi wa habari kutoka mataifa mbalimbali mbali ya Afrika na China mjini Beijing kuhusu msimamo wa China wa kushirikiana na nchi za Afrika katika kuleta maendeleo ya teknolojia, uchumi na kusaidia katika ujenzi wa viwanda. Aidha, Lin amesema ni vyema mataifa ya Afrika yakaendeleza uchumi kwa njia ya uwekezaji na kuondoa baadhi ya mambo yanayobainika kukwamisha wawekezaji ikiwemo mchakato mrefu katika kupata vibali vya uwekezaji. Amesema hivi sasa China imeandaa mpango wa kupambana na wafanyabiashara wasio waaminifu wanaopeleka bidhaa zisizokidhi viwango katika mataifa ya Afrika kwa kuanzisha ukaguzi maalum wa ubora wa bidhaa kabla ya kusafirishwa katika mataifa mengine, ambapo Tanzania imekuwa ni miongoni mwa mataifa yanayokabiliwa na uwepo wa bidhaa hafifu kutoka nchini China.